Hivi sasa huko mtandaoni, uh, gumzo kubwa ni watu wengi wanajiuliza kwamba nini chanzo cha mzozo unaokuwa kati ya Iran pamoja na Israel e, ni swali ambalo uh, baadhi ya watu ambao hawajajua kile ambacho kinaendelea wamekuwa wakijiuliza kwa sababu tu wanaona vita vikiendelea kati ya nchi hizo mbili. Sasa hapa nimekuletea majibu kwa kifupi tu, alafu nitakuletea uchambuzi baadaye kwenye video e, nyingine ambayo nitakuwekea baadaye. Sasa kile ambacho kinaendelea ni kwamba mashambulizi ya hivi karibuni yanaripotiwa kufanywa na Israel dhidi ya Iran yamezua taharuki kubwa duniani yakionyesha wazi undani wa hatari ya mzozo wa muda mrefu kati ya mataifa haya mawili yenye ushawishi mkubwa e, Mashariki ya Kati. Milipuko mikubwa isiyo ilisikika kote Teheran a, siku ya Ijumaa ya Juni 13 mwaka huu 2025 huku Israel ikitangaza kuwa imelenga maeneo ya nyuklia na vituo vya kijeshi. Mashambulizi hayo pia yalipiga mji wa Karmashan magharibi mwa Iran ambapo wakazi e, walisema walisikia milipuko na kuona moshi mweusi ukipanda juu ya jiji. Haikubainika mara moja nini hasa kililengwa, ambapo milipuko pia ilisikika karibu na mji wa Tarbiz nchini Iran, ingawa hali halisi huko bado haijawa wazi. Ili kuendelea, e, ili, kuele, ili kuelewa kinachoendelea leo, ni muhimu kurudi nyuma na kuchunguza mizizi ya uhasi na mzozo huu ambao umejengeka juu ya historia tata, siasa za kikanda na tofauti za kiitikadi. Sasa, mizizi ya kihistoria ya mzozo eh, ilikuwa ni awali eh, kabla ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran ya mwaka 1979 ambapo Israel na Iran zilikuwa na uhusiano mzuri na wa kimkakati ambapo Iran chini ya Mahmud Reza Pahlavi Uh, ilikuwa mshirika uh, muhimu wa Marekani na Israel katika kudumisha utulivu wa Mashariki ya Kati. Hata hivyo, uh, miz uh, mapinduzi ya Kiislamu yalimtolea uh, ya ki yali Ayatollah Ruhollah ro Khomeini uh, madarakani yalibadilisha kabisa sera ya nje ya Iran ambapo serikali mpya ilipitisha itikadi ya kupinga uzayuni na kutambua Israel kama taifa haramu la kizayuni lililochipua kati ya ardhi ya Kiislamu. Kuanzia hapo, Israel ilianza kuonekana kama adui namba moja, na mzozo wa Palestina ukawa kiini cha sera ya kigeni ya Iran. Sasa, mpango wa nyuklia wa Iran ndio unaonekana kwamba ni tishio la kudumu zaidi kwa Israel, ambapo eh, ni moja kati ya vyanzo vikuu vya mzozo baina ya nchi hizi ni mpango wa nyuklia wa Iran, ambapo Israel pamoja na washirika wake kama Marekani ina hofu kubwa kwamba Iran inatumia mpango wake wa nyuklia kwa malengo ya kijeshi, ikikusudia kutengeneza silaha za nyuklia kwa Israel ambapo uh, inajiita taifa la Wayahudi, tishio la Iran kuwa na silaha za nyuklia linaonekana kama tishio la kuwepo kwake. Inahofu mpango huu huenda ni kwa ajili ya kuisambaratisha. Kwa mantiki hiyo haishangazi eh, mashambulizi haya mapya ya anga yaliyolenga maeneo yenye kufanyika michakato ya nyuklia. Baada tu ya mashambulizi, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema kuwa Israel ililenga kituo kikuu cha kurutubisha urani yeah, huku Natanz na mpango wa makombora ya ballistic la nchi hiyo eh, pamoja na wanasayansi wakuu wa nyuklia na maafisa. So utagundua kwamba kile ambacho kimekuwa kikiendelea huko ni kuhusiana na vita, vita ambayo inasababishwa na masuala mazima ya, ya, ya, ya, ya mpango wa nyuklia wa Iran ambao unaonekana kwamba ni tishio la kudumu kwa nchi hizo e, za kati. Sasa nini ambacho nitakuendelea kukuletea hapa basi, na kukumbusha tu kwamba usiache kusubscribe kwa ajili ya taarifa zaidi.